Alhamdulillah, wasalatu wassalamu ala rasulillah, waala alihi wasahabatihi waman walah, wa ba'd. Wa baada ya kupata kilma ambacho kwamba ni munasib wa jambo letu hili, kwa shekhe letu wa jina wangu Sheikh Muhammad Uchenje, huwa sisi wa Tanzania ni kuwakilisha na kupongeza kwa kilma hicho kulingana na dhurufu zilizokuweko lakini jambo lililotukusanya hapa ni faradhi ambayo kwamba kila mmoja ina mhusu. Na faradhi hii ukitaka kujua ni pengo kwetu, uangalie ile shuhra baada ya kupatikana faradhi hii kwa kiongozi wetu Ishaq al-Mu'tamad ibn al-Habib Muhammad bin Sharif Sa'id al-Bibi a mpaka huku sisi tuliokuwa Moroko jambo hili latambulika na limetugusa si Moroko tu bali dunia nzima. Kwa hiyo na wewe pia ulokuwa hapa ujue kuwa utakapoondoka upate ule msemi mautu la alimi thulmatu la tusaddu, iwe na wewe umeacha pengo ambalo kwamba haliwezi kuzibika. Allah subhanahu wa taala utaona katika jambo ambalo kwamba linatakiwa liwe na mazingatio. Mtoto akizaliwa huwa anaadhiniwa sikio la kulia, ni sunna na anakimiwa sikio la kushoto, lakini haswaliwi. Ile inakuwa ni adhana na iqama bila swala. Ile swala inapatikana akifa, ukifa ndio inapatikana ile, swa, ile iqama na adhana. Swala yake ni pale unaposwaliwa unakapokufa Maulamaa wanatuambia hekima yake ni nini? Hekima yake ni utambue kuwa dunia ni muda ule mchache wa kutoka ikama na swala, yani ile istausufu fakum wa atadilu, ndiyo maisha ya duniani. Wewe mwanadamu unavyoishi hapa duniani, ujue umepewa ile nafasi ya istausufu fakum ni ndogo sana, kuelekea katika swala. Kwa hiyo hichi kipande maulamaa utakuta ulamaa yoyote asha kalila qalila lakini waada kathira katika hiki hiki kipande kidogo, anaishi kidogo lakini anatoa faida nyingi. Kwa hiyo, ndugu zanguni watukufu wa Kiislamu, kama tulivyowatumwa tuwakilishe baada ya kutaadhar au kupata dharura, yule mwakilishi aliyopangwa katika upande wetu wa Tanzania, tukaashiriwa kwa mahaba kuungana na ndugu zetu kama tulivyohusiwa na samahatul mufti Abu Bakar bin Zubair bin Ali wa mbwana, kuwa Watanzania, nendeni Morocco, lakini ndugu zenu wa kwanza kushikamana nao ni Wakenya na mashrabu ya elimu kubwa. Sisi kule Tanzania tumesoma pande hizo za Kenya, kwa hiyo sisi ni wanafunzi wenu. Mtusameh kwa kusimama mbele yenu, hatuna ulimi wa kuweza kuzungumza mbele ya macho yenu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.